Naitwa Juma Uthmani Mshenga, ni afisa zaka na misaada kutoka Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. E, napenda kuchukua fursa hii kuishukuru sana taasisi ya Almasar Printing and Publishing ambayo ndio iliyotuletea misafu hii ambayo tunaisambaza sasa kwa takriban maeneo yote ya Zanzibar, e, ili wasaidie watoto wetu na iwasaidie maimamu, iwasaidie walimu katika kufundisha kitabu chetu kitukufu cha Mwenyezi Mungu. Tunaombea kwa Allah awatilie nuru katika jitihada zao za, za kuwafikisha katika kueneza neno la Mungu na katika kusambaza vitabu vya vya Kurani. E, wito wangu kwao ni kwamba wasi, wasisite kuendelea kuisaidia kamisheni. E, kwa hakika kiku, e, kusambaza kitabu ni ibada kubwa na bado kunahitajika katika maeneo mengi ya Zanzibar. Kwa hiyo nawaomba wa, wazidishe jitihada hizo e, ili neno la Mungu na kitabu cha Qurani kiweze kuhifadhika katika katika jamii yetu ya Kizanzibari. Kwa jina, naitwa Abdalla Mche Abdalla, miongoni mwa walimu wa madrasa za Quran. Tunashukuru Kamisheni ya Wakfu na Amana kwa kupatia misaada hii ya misahafu ya vitabu vya Quran. Tunashukuru sana kwa, kwa juhudi yao kwa kupendeka mbele Uislamu, ili kupata Uislamu wetu kukua kusomesha watoto wa madrasa kupata hivi vitabu vya Qur'ani, ili kupelekea dini yetu mbele. Nashukuru sana kwa msaada huu, mimi ni mwalimu wa madrasa. Asante sana, tunakushukuruni kwa kutuletea misahafu na vitabu. Si haba, alhamdulillah. Tutaendesha vizuri, tutatoa juhudi zetu zote kwa wanafunzi Si haba, alhamdulillahi, misahafu tutaifanyia kazi na vitabu tutavifanyia kazi kwa wanafunzi wetu wa vyuo.